Jokishege ananisaidia kwenye matangazo haya, anatumia lugha ya ishara. Karibu. Viongozi wa chama cha ODM walitofautiana kuhusu ushirikiano wa chama hicho na serikali ya rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baadhi ya viongozi akiwemo waziri wa madini Hassan Joho waliunga mkono ushirikiano wa chama hicho na serikali, huku katibu mkuu Edwin Sifuna na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo wakiongoza safu ya walioonekana kuunga mkono chama hicho kisalie upinzani. Seto Lale anayetuanzishia taarifa zetu. Mjadala kuhusu iwapo chama cha ODM iendelee na ushirikiano wake na rais William Ruto au kusalia upinzani ifikiapo uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba ulipewa kipaumbele kwenye sherehe za kuadhimisha miaka ishirini ya chama hicho jijini Mombasa. Katika mikutano ya makundi ya vijana na wanawake, hisia tofauti zilitolewa kuhusu mwelekeo wa chama hicho. mkongangari mukongangari kinoma kama ni noma, noma kama ni mbaya, mbaya kama ni noma noma. Wengi wanasema mambo ambayo waliambiwa na baba wakiwa peke yao, kila mtu anasema hiyo na najua hatuwezi kusikizana ni nini baba alituambia tukiwa peke yetu. There are people in the party. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Kwa sababu ameshindwa. I'm not afraid to say. I'm not afraid to say nothing to fear but fear. But Lakini if anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichozaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. So viongozi time time hao vilevile vile watatua maoni yao kuhusu mwelekeo wa chama cha ODM watakapokutana Jumamosi katika eneo la Mama Ngina Waterfront ambapo Sherehe ya kuidhinisha miaka ishirini ya chama cha ODM itaendelea. Seth Olale Runinga ya Citizen katika kaunti ya sufuri sufuri moja.